Usisahau kusubscribe like, na kubonyeza alama ya kengele. Kwa majina yangu naitwa Askofu Samuel Shemzigwa wa kanisa la EAGT hapa Majengo, lakini pia ni askofu wa EAGT jimbo la Tanga Magharibi, ambayo inachukua wilaya ya Korogwe, Lushoto, Handeni na Kilindi. Tunamshukuru Mungu kwamba leo imempendeza Mungu tarehe 19 e pamoja na tarehe 20 mwezi huu wa 6/2025 tumeandaa kongamano la wachungaji wa kanda e, hii ya wa jimbo letu ikiongozwa na askofu wetu wa kanda. Semina hii ipaswa ifanyike e, kule Kia kwenye kituo chetu cha mikutano, lakini askofu wa kanda pamoja na ofisi yake wamekubaliana kwamba sasa badala ya kuwaalika kule E, kwenye mkutano wetu wa kanda, basi watatembelea majimbo. Na askofu wetu wa kanda sasa yuko hapa ndani, kiongozi wetu wa kanda, na wako wakiendelea kuweka semina ya kutoa maelekezo kwa ajili ya kanisa letu, lakini kwa ajili ya huduma za kijamii, lakini pia kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mipango ya maendeleo kila jimbo na kanisa la mahali pamoja linafanikiwa. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya jambo hilo kubwa. Na kweli tumeona kazi kubwa inayoendelea hapa. Ni matumaini yangu kwamba wanasemina wote ambao watafanyika watakuwepo hapa, watakaporudi watakwenda kuleta maendeleo kwenye jamii na hasa kwenye kanisa pia. Lakini jambo lingine, kuhakikisha kwamba amani ya nchi yetu inaendelea kudumishwa bila kuleta changamoto nyingine zozote. Na hilo ndio jambo kubwa. Amani ya nchi ni kitu muhimu sana, na Tanzania tunamshukuru Mungu kwamba bado amani ipo na jambo lingine inaakisha kwamba amani yetu e, e, kanisa letu linaombea uchaguzi mkuu wa kitaifa kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka huu kwamba uwe uchaguzi wa amani, uchaguzi wa ushindi, uchaguzi wa watakapokuwa wanachukua habari ya kutoa sera e, mambo yao wanayoongelea kwa habari ya wale wanataka kuchaguliwa basi wazungumze sera tuziangalie, afu kisha baadaye tuwapigie kura. Nafikiri ni jambo kubwa ambalo tumeliona, tuliombee nchi yetu. Uh, jina langu ni askofu Barnaba Rashidi, kanisa la EAGT kanda ya Kaskazini. Uh, semina hii ni katika mfululizo wa uh, mkakati wetu wa kikanisa kitaifa, kila kanda, kila jimbo kufanya semina elekezi kwa ajili ya wachungaji wazee wa makanisa na viongozi wa idara mbalimbali kanisani, kwa ajili ya shughuli za maendeleo ya kikanisa na shughuli za kitaifa kwa ujumla. E, mojawapo vipengele vinavyohusika na, na semina hii ni maendeleo ya jamii kuhusisha na maisha ya watu. Pamoja na hayo, hufanya maombi kwa ajili ya hali ya utulivu na amani, kwa sababu pasipo utulivu na amani shughuli za maendeleo zitakuwepo. Na kama unaongea habari ya utulivu na amani na maendeleo lazima pia utaongea kwa habari ya uchaguzi na okay, maendelezo ya siasa zetu za like, kitaifa katika mwaka 2025. Asante. Labda unawaambiaje wana EAGT Tanzania kwa ujumla ambao wanakutazama kwa sasa na kukusikiliza? Ni shauku yangu na haja yangu tukisimamia na askofu wetu mkuu Brown Mabasile kwamba nchi yetu ina utulivu na amani na pia wananchi washiriki shughuli za kiuchaguzi kama ilivyopangwa mwezi Oktoba. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele.